Jukwaa hili kwa, kwa niaba ya serikali kuwapongeza sana vijana wetu wa timu ya taifa. Mliona shughuli jana, mmeona shughuli jana. Vijana wetu wamepeperusha vyema bendera ya taifa letu, wametetea vyema wimbo wa taifa letu wametuwakilisha vyema na mimi, na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni. <coughs> Mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivi, na maoni yenu yanafanana na maoni yangu hasa dakika za mwisho zile kwao. Sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Kwa niaba ya serikali tunawapongeza, wizara tunawapongeza, wenyeji wetu waliowapokea kule, tunapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar, tunapongeza wizara, tunapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho kwa yale kwa yale, kwa yale, kwa yale tuliyoyaona wamefanya kwao. Tuwaambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja na sisi na kwetu, ni hapa hapa watakuja tena, sio mbali saba watakuja vijana yeah. Eh? wanasema sisi ni people, tutakutana tu watakuja. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa, wizara pamoja na mkoa na mkuu wa mkoa huko hapa, na mkuu wa mkoa Dar es Salaam naye asikilize. Andaeni utaratibu vijana wetu wasifike kimya kimya.